Alikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi wa kripu za Babu Haji, vitabu vya babu Babu Haji soda yangeni, wapenzi wa kripu zangu mbalimbali, mafunzo yangu mbalimbali, wapenzi wa pete zangu, asante wapenzi wa kete za Babu Haji, wapenzi wa vidani uh, vya babu Babu Haji na kadhalika. Katika masomo ya nyota, tunaendelea na masomo ya nyota, tuko na somo uh, leo ambayo uh, inasema kila nyota na kazi yake, kila nyota na kazi yake. Mfano hem mwajamu nipunda ili nipunda, hapa tunaanza mwanzo hapa, ehe, alafu halafu kitoka hapo, tutakuja katika herufi herufi, ambazo ni kila herufi na nyota yake, mfano kama Uh, M -H -J -H o mona hata kama inaitwa mwanambudi, inamana inalochukuliwa ni single name one name hizi nani sijui huko mbele yani herufi eh, ya kwanza ya jina lako. Tutafikia huko na bado tutaendelea mpaka eh, namna gani uweze kufanya ili kutengeneza uchawi wa nyota yako, pete yako ni pete gani, na chakula chako ambacho unaweza ukakitumia, au mafursa yako ya kuweza kukupa bahati kama vile dawa E, au nyungu nakasoka. Basi endelea kumsikiliza soda ya ngeni, ili kusudi kuendelea kupata mambo mazuri na matamu kabisa. Usisisahau kusikiliza kusikiliza, ili uendelee kupata masomo ya Babu Haji soda ya ngeni. thank you very much for watching uh, Coca-Cola. Uh, Babu Haji tunaanza na nyota eh. Leo tunaanza na nyota eh, ya punda. Huyu punda huyu kwanza ni mjeuri sana, mkorofi, mbabe, anajifanya eh, yeye kama anaweza kila jambo. Na pia huyu punda ni mtu wa kuzurumiwa zurumiwa, kama lipunda linakubebeshwa mzigo, alafu linazurumiwa, alipewi hata hela unakuta saa ingine tunalala bila na njaa, nikimaliza tunafunguliwa nenda ukae ukatafuta chakula mwenyewe namna hiyo. Lakini ukitaka kumdai mtu ili akulipe, nenda kibabe wewe, nasikia ulikuwa unanisema hivi na hivi, wewe kwa nini tena wewe, sijui nini, Adolfo si alikwambiaje, ndio maana umeachwa, sijui nini, umemfanya ni mume wako, nani alikwambia mimi nimetoa mimba, sijui nini. Sasa hapo utaeleweka nisi Isn't it? Yani umenielewa. Hivyo hiyo ndiyo nyota ya punda. Ukitoka kwa punda wakuja kwenye ng'ombe, umeona kila e, nyota takana watajia Kichina inaitwaje? Ila niwambie kwanza, alafu comment hapo chini, ninaomba nyota hii kwa Kichina inaitwaje? Alafu iaukaia aauanua vile inavyoitwa punda, kazi yake inayotakiwa kuifanya ni mjeshi mwanajeshi takiwa uh, au mwanajeshi uh, pia vile vile jeshi la ukombozi la uokoaji ili zimamoto. Huyo punda uh, ni moto lakini na mzima moto mwenzie. Michezo eh, michezo, michezo kama kucheza mpira kucheza mambo ya rede yale eh, na mambo mengine mengine uuzaji wa kuuza kitu kutoka sehemu kupeleka mahali kwingine, upasuaji, resepsheni nao, yani kwenye nini hapa, wale wanaofanya kazi ya udaktari wa, wa kupasua eh, pia uharimu eh, na mambo ya uhasibu. Hiyo ni nyota ya punda kule mwasu kabisa, namba moja. Tunakuelekeza jinsi gani ya kuweza uh, kuitafuta katika yale majina ambayo ni A ni moja, B ni mbili, C ni tatu

Kuku kapa ba, ba kapanda basi keaazoni wivo ni mbaya, lakini utapendwa, utashangiliwa, utasikilizwa. Ukija ukaongeza tusuku mawiki, mambo yanakuwa mazuri, lakini hapo unakuwa una nyota ya eh, ng'ombe. Nyota ya ng'ombe, mziki, biashara ya vyakula, vyakula, nafaka, hizi mambo ya madini, kwa sababu nyota ya pili ndiyo nyota mzuri kuliko zote nyota kumi na mbili katika upande wa kipato na e, utafutaji. Kulima pia vile vile inakubalika sana. E, utapata mavuga mazuri tena mazuri sana, lakini nguo yako mzuri kabisa, ya kupendelea kuvaa, pendelea kuvaa nguo ya kijani, ambayo ndiyo asili yako, na unaweza ukatumia e, mshumaa wa kijani kwa ajili ya ibada yako ya kuomba kitu cha aina yoyote. Ah uh, ubani wake tumeshakupa hapo juu, basi inshallah utaala, mambo yanaweza kaenda vizuri kabisa. Huyo ni ng'ombe, lakini mwenye nyota ya ng'ombe ni bahili. Ukipata mbuzi lina nyota ya ng'ombe ni bahili utaka <tweak> kwa <tweak> mpaka duka utaupuka ti mwenza kwa hela, anaficha tu, siku akifa sasa msaki, eh, sina hela. Uone jinsi alivyo, huyo ni nyota eh, ya ng'ombe pia wanafanya kazi ya ufundi ujenzi, kulima, alishasema uh, fundi ujenzi, uh, uhasibu, sanaa na uh, masuala ya uchumi. Na kama ni kazi, basi anatakiwa kufanya kazi za mambo ya uh, kifedha na kadhalika. Huyo alikuwa ni go. Tunaingia katika nyota ya mapacha. Two in one for English. Uh, utangazaji ni watu wazuri sana pa kutangaza, na mimi watu wananisifiaga nyota <laughs> nalinyota ilo la mapacha sijajua vizuri, wananiambiaga tu Babu, hadi naongea vizuri eh, un unakuwa tu kama vile ukiongea kama vile mtu unamkonyeza umeona? <laughs> kumbe nilinyota iloaii la mapacha lile, niko dabo dabo Umeona, mapacha huyo. e, utangazaji, uchapishaji wa vitabu, magazeti, e, kuandika ndika. Hao watu wanapenda sana kuandika ndika. Hata kama mtoto bado ni mdogo e, wa nyota hii, basi huwa anapenda kuandika andika kila saa, kaomba kalamu ataomba na, umeona chini anachorachora, hiyo ni nature e, yake, hiyo ni nature yake. Asante sana. E, pia wanapenda ushairi ushairi ushairi, ni kutunga mashairi e, kuzungumza zungumza na watu e, kufasili kitu. Pia ni wabishi kama waha <laughs> wabishi kama waha wajua e, ina voreni sana wabishi kama waha e, biashara ndiyo kazi pia ya kumpacha. Eh, na biashara hizo ziwe za kusafiri. Ukifanya biashara ya duka ya kukaa pahali pamoja utafeli. Biashara yako inatakiwa unatoa kitu sehemu, unapeleka sehemu eh, nyingine, hapo utakuwa umekula good time, yaani hapo utakuwa huko safi nice, good morning utakuwa huko eh, vizuri kabisa. Asante sana. Tunaingia katika kensa. Kensa huyu ni kaa. Kaa ana miguu mingi sana, kila mtu anamjua kaa. Kaa huyu anaenda huku, anaenda huku. anaenda huku, anaenda huku. Umeona siku yake nzuri kabisa ni Jumatatu, halafu ni white, white eh, rangi yake ni nyeupe, malaika wake ni Jibril alayhi salaam. Umeona ikanikafomu bukashanga Lakini huko hatujafika, tutafika tena. utopapenda inshaallah taala, utafurahia kusubscribe channel ya Soda Yangeni, Soda Yangeni. Sante sana, tunaketana nyota ya Simba. Nyota ya Simba, hii nyota ni nyota nyekundu. Ni watu wenye kujiamini, wenye kupenda sifa, wenye kupenda kujigamba, wenye kuaminika, wenye kufanya kazi, wenye kuogopeka, wenye kuheshimika, tena nimerudia mara mbili hiyo, kwa sababu ni watu viongozi mahiri, wasiopenda kushindwa, wasiopenda kunyanyaswa, wasiopenda kunyanyasa, wasiopenda kuona mtu ana e, nyanyaswa lakini simba, uh, anapenda kazi yake sana, ni usimamizi, usimamizi wa kitu chochote. Uh, michezo, anapenda michezo, uongozi, uh, masuala ya sonara, mawe mawe na kadhalika. Uh, nyota ya simba mwanamitindo, uh, mwanamitindo, unapokuwa uh, nyota ya simba, ukiwa ata mwanamitindo, misikrud wanaita miskru, wale wanawake wenyewe

kutengeneza uh, videos clips na kadhalika. Halafu pia vile vile maswala ya uh, kusimamia vijana uh, na kadhalika. Hiyo ni nyota ya Simba. Simba Sports Club, mkubwa wa Poli eh, anawakadimia kweli, lakini mwaka huu tumezidiwa. <laughs> Ile hovaka kile nataka na mimi nijitumbukize sasa, nijipange ili tuone tunawafanyia yebo ya bojebo. Wananikera eh, hey. Mimi sijawahi kuona nyota ya Yanga lakini nyota ya Simba ipo <laughs> watani zangu msinigombeze, bwana. Asante sana, tunaingia kwenye nyota ya mashuke. Nyota ya mashuke hii ni nyota ya kuhang, ina ina hang hang na kushake uh, ina hang na kushake, leo iko hivi Uh, kesho iko hivi, lakini ni nyota ya uzalishaji. Mashuke ni uchapishaji uh, na uandishi pia vile vile uh, kutoa elimu kwa watu, uongozi uh, mbalimbali huyo ni mashuke uh, pia ni watu wasiri sana hawa uh, watu ukimpa siri anaitunza na ukimkosea anatunza tu, ila siku akikuamulia dasaga nakadimia kuichi wa kichwa hata hatawa kuimbile ni parapanda au ni angia ya, ni na ndugu zangu watakuja kukuangia. Yani umeshakula mwiki wa kichwa hao e, ni nyota ya mashuke. Tunaingia, kuna nyota ya mizani. Nyota ya mizani ndio wale nilikwambia wanapenda kukaa, wanafanyafanya hivi kama soda yangenye. Anapokaa mahali popote, ni lazima tu utamwona anatikisa mguu. Yani wewe unajua tu kabisa kwamba huyu eh, hang is noo huwa hatulii anaweza kakosa sehemu kuchezesha kamguu, atachezesha chezesha kamkono tu, yaani mradi tu akae anatikisika tikisika, hiyo ni necha e, yake necha yake, na hata kusinzia lazima fanya fanya kamguu hivi, ndio mpaka msingizi umpitie hapo, anajibembeleza kwa e, namna hiyo. Huyo e, ni mizani, wajasiriamali. Hawa watu wanapenda ujamaa, uhusiano e, pia vile vile wanapenda masuala ya ushauri. Kazi yako itakuwa ni e, ushauri. Asante sana, mizani huyo. E, hakimu, hawa e, watu, kazi yako ukuwa hakimu, basi unaweza ukapendeza sana na ukawa e, hakimu e, bora kabisa. Tunaingia katika e, mshale, mshale mshale. Huyu mwanzo kabisa ulimafasia kuwa mshale ni wazururaji sana. Ukiwa na mtoto wa mshale utakuwa unaita tumbige, hayupo sa tokomea. Huyo ni mshale. Mshale hawapendi kutulia mahali pamoja, na mshale pia vile vile wana hasira kali sana. Mshale wana ulipizaji wa kisasi mkubwa sana. Mkiwa na ugonjwa na mtu wa mshale unaweza ukafikiri umeisha kumba, nautunza hata hata. Ukifa wewe watalipiza kwa manao, watu hao. E, wako namna hiyo. Kamshale kanapenda kuzunguka kweli e, kanapenda kuzunguka sana e, na pia ukioa mwanamke wa mshale e, kama hajakwambia sokoni, atakwambia saluni. Kama hajakwambia saluni, atakwambia kuna ngoma leo. Kama hajakwambia kuna ngoma, atakwambia hivi. Basi, alkadhalika e, namna hiyo mshale. uh, wao kazi yao ni sheria Eh, uandishi walimu, kazi za dini kuhubiri, eh, kukombisi. Mtu anaweza kukudanganya hata kama milioni mtakatoa. Mimi na anko wangu mmoja hivi, simtaji jina, anaweza akakupiga sasa hivi hata milioni, akaenda baada ya siku tatu, atarudi tena, bwana anko, nilipata tatizo moja mbili tatu, lakini nimekaribia kulisevu, hebu niongeze milioni moja nyingine hapo kuna jambo nikajifanya nini, nikakomboe na ile nyingine, ataenda lakini, una habari, nilikamatwa na polisi, ila nadairakihizi waniachie wa na zile hela zangu wanazo wenyewe. Sasa uwezi ile hakika ya kusema kwamba siuchukue kwenye zile uwape itakuwa haipo. Usifikiri ni tudawadawa ni, ni, ni, ni, ni, ni ni ni mecha yake iko namna hiyo, japo na wengine wanakuwa e, wana namna wana, e, na hiyo e, huyo alikuwa e, ni nani huyu e, mashuke mashuke, tunamalizana naye mashuke. Sasa tunaingia kwenye ka mwanamguli <mye> mwanamguli huyu e, ni nyota ya kumi katika nyota ya kumi, nyota ya kumi ni mbuzi. E, kazi yao ni engineer, mechanics, e, kutengeneza tengeneza maswala fulani fulani, e, mambo ya e, ma engineer, engineer haya ya e, asante sana ya e, mbuzi huyu e, kutengeneza majumba, survey mahala kazi zao za survey hizo, e, kazi za serikali, ya hizo ya za serikali na masuala ya siasa, e, watu hawa wenye nyota ya mbuzi eh, siasa mbuzi mbuzi. Huyu nilikwambia kwamba mbuzi anapenda kulia, mwanangu, ni huyu anapenda kulia sana. Ukiwa na mpenzi mwenye nyota ya mbuzi akijilizaliza, usione ni ajabu, kwa sababu anapenda kulia lia. Na mtoto mwenye nyota ya mbuzi huwa ni mdokozi mimi nilikuwa na ile mapipi ndani, tumia mia mtu tu hamsini tu, shilingi ishirini. Kipindiko kulikuwaga hamna mia, ni miaka sabini na ngapi hivi, sabini na moja sabini na mbili hivi, uto tu mia mia, tulikuwa hatupa. Kulikuwa kuna boda boda boda ni eh suni, kulikuwa kuna shilingi, kulikuwa kuna senti tano, unanunua kitumbua unakula. Sasa nilikuwa na pora kwa ajili ya eh, malishoni. Kifika shuleni, basi marafiki kibao, sikukiwa una waujui. Hiyo eh, ndiyo kazi ya eh, mbuzi, hulka ya mbuzi. Pia vilevile eh, tunaingia na nyota ya ndoo. Nyota ya ndoo ni eh, mafundi umeme, fundi umeme, nyota ya ndoo ndiyo kazi yako na vitu vyote vinavyohusikana na moto, uh, magari, pikipiki, bajaji, uh, motoka, treni, e, umeme wa ndani wa majumba, umeme wa magari, umeme wa, wa kadhalika, namna hiyo. Basi inaweza ikapendeza sana uchunguzi wa kisayansi, ni wanasayansi wazuri sana wenye nyota ya ndobo ndoo. Hey, toajuza waonyeshe ndoo kidogo, wengine hawajui ndoo. <laughs> Hey, hey, ndoo kama hii sasa, kama hii ndiyo ndoo. Lakini kuna nyota ya ndoo, kuna nyota ya ndoo, halafu kuna ndoo nyota ya ndoo, eh, kama kwenye nyota ya mizani kuna kando, kuna kando, kuna, huku kuna kuna kuna haya kengine kaa kama ina mao kamekaa sawasawa eh, hiyo ni uzani wa kupima na usawa. Hiyo ndiyo nyota ya ndoo tunakwenda kwenye 12, e, kumi na mbili Kiswahili e, kumi na mbili ni nyota ya samaki e, nyota ya samaki hii, kama wewe ni mwanamke, kina mama, unatakiwa uwe, uwe nesi e, kufanya fanya mambo ya watoto ya. E, nesi, asante, alafu muziki dance floor. Dance floor kama hujui kucheza mziki kuwa msanii. E, nyota ya samaki uigizaji. E, askari maji askari maji inafaa sana kwa nyota hii ya samaki uigizaji. E, kama kina Mwenyezi Mungu a mradi aaaoafiaa kama wakina kingweni ile e, mtu anaweza kutizama kabla hajasema jambo ukacheka ukaona, e, kama nasila mbaya kama ya mzee soda yake ni kumbe hata ni ile ana kile kipaji cha kuchekesha asante sana e, asante sana pia. Uh, askari magereza wanafaa kuwa na nyota hii. Asante kwa kunisikiliza. Tunaendelea na eh, habari za masuala ya nyota na elimu mbalimbali ambazo zitakuja kuwasaidia katika masuala ya eh, kujifungua na kujua mambo eh, ya hapa na pale ya kinyota, masuala ya dawa mbalimbali, jinsi gani ya kuweza kujitabilia wewe mwenyewe kwa kutumia kokoto, jinsi ya kujitabilia kwa kutumia vijiti, jinsi ya kujitabilia kwa kutumia upachu na jinsi ya kutengeneza upachu, jinsi ya kuweza sasa hivi, unarudi katika masuala ya kujipanga, na ni jinsi gani uweze kufanya kinga ili mtu asiweze. Samahani mate, wasikilizaji kujipanga ni jinsi gani ya kujipanga ili usiweze kupokonya, uh, nyota yako na ikatumika mahali pengine ambapo si salama, kwa sababu watu wana tabia moja. Unaweza kuchukua nyota yako akajipatikia yeye akaanza kufanya kazi nyota yako, lakini utabaki na kivuli, kwa sababu tayari inatumika mahali pengine. Unaweza k sehemu nyingine kwamba nyota zako zimebaki mbili, eh, kumi zote zimeshachukuliwa. Umeona this Muulize nyota ni nini akujibu nyota ni nini na kuchafuka kwa mwili ni kitu gani. Hapa panahitaji ilmu sana. Sasa wataalamu wa tiba za siri wenzangu, mnaofuatilia clip zangu, basi aa, nafikiri katika somo, katika somo hili la nyota utaweza kunipata vizuri kabisa, na nimefundisha toka mwanzo jinsi ya kuzitafuta hizi kwa Kiswahili kwa herufi zetu za za English day ili kuweza kujua nyota yako, kwa sababu si kila mtu amesoma Kiarabu na herufi uh, au majina ya kutafutia nyota yako, ni ile jina umetoka, we unasikia atakaa Mirembe, umeona jina lako ni Mirembe. Hata kama unajua wa, wa, wengi wanakifika mjini wanabadilisha majina, mfano kama wakina dada hata ukienda tu baa utakuta kuna Fatuma, kuna Mwajuma, kuna Happiness, kuna loveness, kuna White Dent, kuna sijui my sweet, kuna jua, kuna, kuna mai, kuna kuna kuna kuna kina ZB. Umeona, uwezi kusikia jina la kabura baa <gülpia> aripo jina la kimakonde unikuti. wanabadilisha majina yao, umeona wabaja kategerekasada yangeni vipindi vinaendelea. Thank you very much for watching, Babu Haji. Uh, soda yangeni usisahau subscribe ili kuendelea kupata masomo, sasa nimechemka. Yanayo kuja yanafurahisha zaidi ya haya. Goodbye.